Tulikuwa na swali moja tu na kukuuliza yeah. Kuna asilimia kama themanini ambayo jamii inaamini kwamba kila dereva wa lori yeah, ni malaya. Hivi hii imekaje kwa kweli? Kwanza hata ah, mimi wakati nikiwa mdogo kabla sijawa truck driver niliamini hivyo, niliamini hivyo, lakini sitaki kuingia sana huko, nikawnalijibu hili swali kwa namna hii yeah. Wakati na mimi nikiwa mdogo niliamini truck driver ni malaya mimi ilo livyokuwa na mimi nilivyokuwa dereva nikajua kabisa hizo ni, ni propaganda. mm, La... <laughs> <mjinga>, eh? <laughs> ah, ngoja kwanza uh -huh. Hizo ni propaganda uh -huh. Kimfano, sasa hivi ni ulimwengu wa lami kumekucha, au sio? Mimi nikiamsha daa hapa naenda napoa Singida au Manyoni, huo muda wa kumtafuta mwanamke nampata saa ngapi? Manyoni nimefika saa nne, naamka asubuhi saa kumi na moja. Hiyo nimeshatoboa Tabora. Nasikia kwamba wanakujaga wenyewe hao ni watafuta riski. sasa Sasa mimi sijawahi kuwapokea na wengine hawajawahi kuwapokea, kwa hiyo wanaowapokea ndo watajibu hili swali. Basi sasai <laughs> sana leo kukutana na pilot wa ardhini, tupiga naye mastori ya hapa na pale, lakini next time tutakutana na madereva wengine, tutawahoji na tutapata stori na uhakika. sisi ni wewe.